Leo tulikuwa tuna shughuli hapa ya maadhimisho ya mwaka mmoja tangu vikosi vya waasi wa kundi la M23 vinavyosaidiwa na kushirikiana pamoja na majeshi ya Rwanda kama ambavyo Rais Paul Kagame eh, kupitia waziri wake wa masuala ya, ya kigeni ama wizara ya masuala ya kigeni ya Rwanda kwenye ofisi ya Umoja wa Mataifa amethibitisha baada ya kuwa wakikataa kwa muda mrefu ya kwamba wapo ndani ya DRC lakini pia wanavisaidia vikosi vya waasi wakiwemo FM 23. K mwaka mmoja umepita sasa tangu M23 wa utwae mji muhimu mji wa Goma mashariki ya DRC. Kwa hiyo kumekuwa na mijadala mbalimbali, lakini pia tafakari uh, zetu sisi Waswahili wa Tanzania, lakini pia baadhi ya ndugu zetu kutoka nchini Congo walioko hapa ambao wamesaidia kwa kiasi kikubwa kutupa uzoefu wa kinachoendelea on the ground katika nchi ya DRC hususan katika mji wa Goma, na miji mingine ya mashariki ya DRC ambayo inakaliwa sasa na waasi wa M23. Lakini kwa takriban mwaka mmoja huu, kwa maoni yangu, imekuwa ni funzo kubwa kwetu kama Waafrika kwa ujumla, kwa sababu ile dhana ya uwezo wa Afrika wenyewe kutatua masuala yake ya ndani kwa maana ya african solutions for african problems imethibitika kwamba ni kitu ambacho hatunacho uwezo nacho. Tukumbuke kwamba jumuiya mbili za kimaendeleo eh, kwa maana ya jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini pia eh, jumuiya maendeleo kusini mwa Afrika zilijaribu kwa sehemu kusuluhisha jambo hili hapa bila mafanikio, lakini kwa masikitiko makubwa viongozi wa DRC lakini pia Rwanda wamekuwa wakienda nje ya bara la Afrika hususan katika nchi ya Qatar lakini zaidi nchi ya Marekani kutafuta suluhu, lakini suluhu iliyopatikana ni suluhu la kibiashara ambapo wameingia nchi mbili na Marekani mkataba utakaohakikishia nchi ya Marekani kuendelea kunufaika na rasilimali za DRC. Kwa hiyo ni funzo kubwa kwetu wa Afrika, kwa maana dhana ya uhuru na uwezo wetu wa kutatua changamoto zetu bado umeendelea kuwa chini, lakini pia hali ya wanadrc Uh, wenzetu wa Kongo imeendelea kuwa mbaya tofauti na ambavyo M23 waliuaminisha ulimwenguni ulimwengu kwamba wana suluhu ya matatizo ya watu wa Kongo. Tumepata uzoefu kwamba hali imekuwa mbaya, hususan hali mbaya ya kiusalama. Watu wameendelea kutekwa, watu wameendelea kuuawa na matatizo kama hayo. Lakini kubwa zaidi, uh, jambo ambalo limetu, limetu, limetu, tumelipata kama funzo ni kutobadilika kwa chochote katika mfumo wa kiuchumi unaotawala Kongo na maeneo haya ambayo yametekwa na vikundi vya waasi vya DRC, kwa maana ya kwamba wizi wa rasilimali umeendelea kama ilivyokuwa awali, na Rais Paul Kagame ameshatuthibitisha ili hapo kwamba corridor ama njia ya kuamba, korido, amanjia, kupitishia rasilimali hizi imekuwa ni nchi ya Rwanda kwa hiyo makampuni yamesalia ya kuwa yale yale, lakini udhalili wa watu wa DRC si umeendelea kuwa? Kwa mwaka mmoja huu ni ithibati ya kuonyesha ya kwamba makundi ya waasi yanayoungwa mkono na mataifa na makampuni ya kibeberu hayana suluhu yoyote kwa matatizo tunayokabili kama Waafrika. Kwa hiyo ni jukumu letu kuendelea kutafuta suluhu za kweli zinazohusisha Waafrika wenyewe ambao wengi wao ni wavujijasho katika kutafuta ma, uh, masuluhu ya kudumu ya changamoto kwa hicho, ni kitu ambacho ni kikubwa ambacho nimejifunza katika maadhimisho ya siku ya leo ambayo kwa ukweli watu zaidi ya elfu tisa waliuawa ndani ya Goma peke yake huku maelfu ya wanawake wakibakwa mamilioni eh, wakipata hali mbaya kiuchumi, wengi kukimbia nje ya nchi zao kama wakimbizi, lakini pia kama wahamiaji, lakini upotevu mkubwa wa mali. Kwa hiyo ni hasara ya DRC, lakini pia ni hasara kwa watu wa Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo ah, nadhani eh, ni muhimu sana kubadilishana uzoefu huo, katika kipindi cha mwaka mmoja, ni nini kimetokea katika taifa letu la DRC. Nasema taifa yetu kwa sababu sisi ni Waafrika na hakuna salama Eh, ya Tanzania isihusisha salama ya Kongo. Sa pila sio kongolezi zaidi sana, na sema tena jambo kwa Watanzania wote wa Afrika wote ambao eh, wanaendelea kukumbuka majaribio na uasi ambao M23 na eh, ilifanya mumugini yetu ya Goma eh, leo tunaitimiza Eh, mwaka mzima na M23 eh, waeme, waasi wa M23 wanaokipe mgini yetu ya Goma wakati yenye M23 ile ukipe mgini yetu ya Goma waliua watu wengi sana, dada zetu, mama zetu, baba, watu wengi sana walifariki, zaidi ya elfu tisa person benyi walikufa eh, mu ile masakre yenye iko organize na nchi ya Rwanda eh, kwa ajili ya kuua, kwa ajili ya kupora mali wao. Wanapitia kwenye njia hiyo ya kuua watu ya kubaka, ili ya kwamba waendelee kupora mali ya Kongo. Na sisi kama vile wakongomani ambao tuko hapa Tanzania eh, tumehusishwa leo tena tumeguswa na kukumbuka wale ndugu zetu ambao eh, waliweza poteza maisha E, katika vita sasa hivi wanaeneza mwaka mzima e, wanafariki. Tunashukuru pia vile vile wa Watanzania ambao wameenda kutushika mkono wanaendelea kutushika mkono e, sisi sote kwa pamoja, kwa kuonyesha upendo wa Afrika, kwa kuonyesha kwamba sisi sote ni wandugu, sisi sote ni wamoja. Tunashukuru sana kwa Uwawama ambayo imetushika zaidi sana mkono ambayo imetupendelea kabisa kutushika kutu, kutuchunga vizuri, tunashukuru sana vilevile, hatutaendelea vile kuchoka kuita wenzetu wa Kongomani mahali popote walipo tuweze kuungana kama mtu mmoja, ili ya kwamba eh, tuweze kudenonse agression rwandese, tuweze kudenonse hii mauaji ambayo inaendelea kupitikana mugini yetu ya Kongo. Tunaendelea kuangalia diplomasi kwenaenda mpaka hivi akuya kua solution me tunajua ke e, pamoja na Mungu solution itakuwa zaidi sana. Endelea kushukuru wengine vijana wa Generation Z ambao pia wanaendelea kujitolea e, kwa ajili ya, ku, ya kusema ya kwamba ni wakati sasa ambayo Kongo inapaswa kupata uhuru. Hii ni wakati ambayo E, hawa vijana wa Generation Z ambao wanaendelea kujiorganize ili ya kwamba waseme Rwanda irudi kwao, vikosi vya Rwanda e, viweze kuachilia mji wa Goma, mji wa Bukavu na mengine maeneo yote, teritware ya Kale, teritware ya Masisi, kila mahali ambapo wiko. Tunaomba kwamba hivyo vikosi vya Rwanda viweze kuondoka. Tunachoka na mawaji, tunahitaji sasa amani irudi. Maana ni haki kwa wakongomani kuishi kwenye, kuishi kwenye nchi yao, kama vile wakongo kama vile nchi zingine kama vile eh, manasio zingine zinaishi kunchi yao eh, bila shida, wanaishi kwa amani. Na sisi wakongomani tunaomba pia tuweze kuishi kwa amani. Tumechoka na mauaji, tumechoka na mauaji. Tunaomba komunote international iweze kuingilia haya mambo ambayo yanaendelea kupita katika nchi yetu ya Congo. Mauaji ni mengi, mwaka mzima huu population ya Goma inateseka, watu hawana mabanki, watu wanapigwa usiku na mchana, watu kabisa pesa hata yenyewe imekosekana kwa wananchi. Watu wenyewe walikuwa na pesa zao kwenye mabanki, wameshindwa namna gani wataweza kuzifikia. Walimu vile vile wamekata mishahara zao, saa hizi hawapokei, kila wafanyakazi wa serikali wanaishi kwenye shida kwenye tabu, sababu ya hii nchi ya Rwanda, sababu ya Paul Kagame, ambaye anaendelea kutesa wakongomani. Tunaomba sisi sote wakongomani tuweze kuungana mkono kwa mkono, maana amani haitatoka nje. Amani ni sisi ndio tunapashwa leta amani kwa nchi yetu. Zaidi sana napendelea kuambia wale wakongomani wote ambao wanaweza kuwa na hiyo nia ya ku ya kuungana na waasi waache, hiyo mambo sio mambo mazuri. Sisi sote tuweze kulinda nchi yetu, sisi sote tuweze kukataa uvamizi ambao wote unaweza tokea nje ya nchi yetu, pamoja na jua tuta tutaganyee hii gere ambayo tuko napitia leo. Uh, ni tangu mwaka wa 2022 20 na mbili ndio waasi wa M23 wakisapotiwa na Rwanda waliweza kuanzisha mapambano yao ama vita yao ndani ya milima ya teritwari ya Ruchuru na teritwari ya Masisi. Walipoanza hiyo vita, walikuwa wanasema eti wanakuja kumboa Congo. Hadi sasa sisi kama vile wakaaji wa Goma, wa Ruchuru, wa Masisi wa Kivu yote tulikuwa tunasema ya kuwa Wakongomani wote walikuwa wanasema ya kuwa M23 hatuwataki, sababu tulijua kuwa wanasapotiwa warasopo, na Rwanda. Badala ya hapo waliendelea kuendelea ukakuja mikataba mengi, mikataba ambayo kulikuwa mikataba ya Rwanda. Walienda Nairobi, walienda Arusha, uh, wameenda Qatar huko Doha, wameenda Washington. Hadi sasa saizi hata walienda Ethiopia Addis Ababa. Hadi sasa kwenye hiyo mikataba yote hakuna mkataba, hakuna mafanikio ya mkataba hata mmoja ambao unaonekana kwenye uwanja. Tunaendelea kusema kuwa pia ni heri M M23, kama vile mikataba inayosema hata mikataba ya Umoja wa Mataifa inaendelea kusema kuwa M23 inatakiwa ikisapotiwa na Rwanda, Rwanda iondoe vikosi vyake vya wapiganaji mjini Kongo, ndani ya nchi ya Kongo popote walipo. Ah, sasa wakati walienda Washington pamoja na Donald Trump, mikataba yote wamefanya ni mikataba, tunasema ni mikataba ya, ya faida zao binafsi, sababu hatuone ambacho kinafanyika kinachofanyika ndani ambayo walisema ambavyo vina, vina, vina, vina ni manufaa ya raia wa Congo. Sasa tunasema hivi tayari imekuwa miaka zaidi ya tatu. Wakongomani wanaendelea kuteseka, wakongomani wanaendelea kuuawa, wakongomani, wamama wa wakongomani wanaendelea kubakwa, wamama wakongomani wanaendelea kuuawa. Tunasema yanapashwa yaishe, yaishie hapo. Ya zaidi ya miaka thelathini vita inaendelea Kongo, na hiyo vita inakuwa inasapotiwa tu na Rwanda. Tunasema kwa ya kuwa Paul Kagame na government ya kwake vita ambayo ina, inaendelea Kongo iko juu ya kichwa kyao na damu yote inayomwangika iko juu ya kichwa kyao. Mikataba imesha in, ina wanasahihi mikataba mikataba mikata, mikata yenyewe watuone mafao kwenye uwanja sasa leo tangu mji wa Goma ulipoanguka ndani ya mikono ya waasi leo tarehe ishirini na saba ishirini ishirini na sita mwaka mzima umepita tunasema ya kuwa M23 itoe vikosi vyake kwenye udongo wa Congo, na tunasema pia haki ifanyike, haki ifanyike dhidi ya wale ambao wanaendelea kufanya mauaji wao, Wakongomani wao, Wanyarwanda wote, wafanye haki ifanyike kwao. Tunaendelea kusema pia, serikali ya Congo ihusike na kurudisha usalama na amani popote pale ambapo vitu ambapo usalama hauendelee vizuri. Pamoja Wakongomani, tuungane mkono na Watanzania wote ambao wanaendelea kutushika mkono na Waafrika wote na, na, na, na watu wote ulimwenguni ambao wanatushika mkono. Tunasema tuna, tuna, tuna asante kwa, ku, kwa mshikamano wenu wa hapa na pale, mshikamano wote wa aina yote ambao mnaendelea kufanya. Asante sana.